96.9 na, na kwa siku ya leo mada mezani ni jitihada za jamii katika kuhakikisha usalama wa mtoto kwa msimu huu wa mvua ndani ya studio siko uh, peke yangu niko na watu wenzangu uh, niko na kaka Baraka pamoja na na dada Diana tumeweza kuzungumzia vitu mbalimbali mbali. na kwa sasa tunaingia upande wa kama mada yetu inavyozungumzia uh, kuhusu jamii nashiriki vipi usalama wa mtoto kwa msimu huu wa mvua. Kwa upande wako kaka Baraka, mambo poa? Mbona unasinzia, unasinzia nime, <laughs> unasinzia, hilo tutakuzomea kaka Baraka. Unafikiri aa, ni hatua zipi ambazo jamii, jamii inatumia katika kuhakikisha usalama wa mtoto kwa kipindi hiki cha mvua? Kwanza wazazi, walezi pamoja na jamii kwa ujumla inatoa elimu stahiki kwa watoto wao, kuwafundisha kwamba kwa hata wakati wa mvua, mvua zinaponyesha watoto wanapokuwa labda wako shule wajikinge sehemu ambazo ni nzuri ambazo haziwezi kupitisha maji ili kuepusha watoto kuumwa magonjwa kama limonia na kupata baridi. Lakini pia wazazi wanawasaidia watoto wao kuwatimiza vifaa vyao vya shule, kwa mfano mwamvuli. Mwamvuli unaomsaidia mtoto wakati labda mvua amechelewa nyumbani, anaweza akatumia mwamvuli kujikinga na mvua ili aende nyumbani. Kwa hiyo hizo ni jitihada ambazo jamii, wazazi, walezi kwa ujumla wanatumia kuwalinda watoto hasa wakati wa vipindi vya mvua. Zipo mbili tu, zipo na nyingine Aa, nyingine wazazi sana sana sana, wazazi wanatoa elimu kwa watoto wao kuhusiana na vipindi hivi vya mvua kuwaelimisha, maana wakati wa vipindi vya mvua ukatili pia unaongezeka. Kwa mfano, mtoto unaweza kukuta labda ametoka ameenda nje wakati mvua inanyesha akakutana na mtu labda akamchukua. Kwa wakati huu wazazi wanatoa sana elimu kwa watoto wao kuhusiana na mambo ya ukatili. Asante sana. Na kwa naka upande wako Dadiana, katika jamii unaotokea wewe, ama katika jamii ambayo unaishi, unafikiri jamii yako inashiriki vipi, ama kwa unavyoona inashiriki vipi katika kuhakikisha usalama wa mtoto kwa kipindi hiki cha mvua? Kwanza jamii, wazazi na walezi wanashiriki katika kwa kija, upande wa wazazi wanatusaidia sisi watoto kutushauri, kipindi cha mvua kwa tusipende kutembea kwenye mvua, lakini pia wazazi wanatutunulia tutun, mwamvuli lakini pia tukija upande wa kumbuka, na walimu nao ni walezi. Kwa hiyo tukija upande kwa wawalimu, walimu walimu wanatushauri sisi watoto, nakuta kuna kipindi cha mvua. Kwa mfano mvua za mawe, watoto wanapenda sana kukaa nje kucheza cheza, wanafurahia. Ndo unakuta mwalimu anakuja anatuelimisha nakataa kwamba tusi tusichezee mvua, kwamba tunaweza tukaasirika tukaugua kifua tukapata nimonia, lakini pia tunaweza tukapata magonjwa mbalimbali mm. Lakini pia tukija kwa upande wa jamii kwa ujumla wa... unakuta watoto, kwa mfano, wale watoto wadogo wadogo wanapenda kucheza yale maji, unakuta maji machafu wanapenda wanachezea chezea, wanaingiza miguu. Lakini pia jamii inasaidia wale watoto, wanakataza usicheze yale maji. Lakini pia jamii inawazuia watoto wa kipindi cha mvua, unakuta kwa mfano kipindi cha mvua mtoto anaona... mm, niende kujikinga kwenye hilo banda la mvua. Kwa hiyo kwenye banda la mvua anaweza kufanyiwa ukatili. Kwa hiyo jamii pia inashiriki katika kuwasaidia watoto. Asante sana kaka Baraka na dada Diana mnaonekana mna madini mengi ndio, hasa kwa mnavyozungumzia upande wa mvua kaka Baraka, unaweza ukaniambia na nili mvua zina faida gani katika jamii? Kwanza mvua inatusaidia kupata mazingira yaliyo bora. mvua ikinyesha miti ambayo ilikuwa imekauka na zinaanza kustawi, kwa hiyo kadi mvua ambazo zinakuwa zinanyesha kwa viwango maalum, vinasaidia mazingira yanazidi kuwa bora, mazingira mazuri, lakini inasaidia kuboresha uoto wa asili na kustawisha mazao, sio? Ndiyo. Ndiyo, mazao tunatumia kwa ajili ya chakula na ndio msingi wetu sisi watoto kuishi, kwa hiyo mvua zinaponyesha zikitusaidia sisi watoto kuza mazao tunapata chakula kilicho bora, lishe bora. Kwa hiyo tunapata tuna, tunapata nafasi nzuri ya kwenda shule na hata wakati wa kusoma tunaweza kuelewa kwa sababu tuko vizuri. Asante sana. Hakuna chenye faida kisichokuwa na madhara, si ndio? Narudi kwako dada Diana, unafikiri mvua zinapozidi zinaweza zikasababisha madhara gani kwa sisi watoto na jamii kwa ujumla? Uh, kwanza, kwa wazazi, kwa jamii kwa ujumla inaweza kusababisha kushuka kiuchumi. Kwa mfano, mvua inaponyesha kubwa ikaleta mafuriko inasababisha nyumba zikadondoka na wazazi watatumia pesa kubwa sana kurekebisha ile nyumba, lakini pia unaweza kukuta mtoto ana, ameugua kiasi kwamba ana yani ameugua sana. Kwa wazazi wanatumia kiasi kikubwa sana kumtibu yule mtoto, lakini pia tukirudi upande wa kwa tu sisi watoto tunasirika kwa njia mbalimbali mbali. Kwa mfano, watoto unakuta mvua zinanyesha zinapiga radi, na kwa mfano, mtoto unakuta amejikinga kwenye mti, radi inapiga mt, sehemu sana mti, mtu unakuta amejikinga kwenye mti anaweza kapigwa na ile radi na kusababisha kifo. Kwa hiyo tu sisi kwa watoto ni kifo na wimbi kubwa la ukatili Asante sana. Lakini pia kuna madhara mengine ambayo yanaweza kusababishwa na mvua kama vile umaskini, kwa upande wa wazazi zile mali zinapokuwa zime zimechukuliwa na mafuriko, si ndio? uh, ndio. Uh, msikilizaji, tunao wakati mzuri wa kuungana na mtaalam ili tuweze kuelimika zaidi kupitia mada yetu ya leo inayohusu uh, jitihada za jamii katika kuhakikisha usalama wa mtoto kwa kipindi hiki cha mvua. Huyu hapa tumsikilize. Karibu sana mtaalam. Asante sana uh, kwanza kabisa, napenda kuwapongeza MYCN kwa kuandaa kipindi hiki kwa watoto wetu kuhusu jitihada za jamii katika kuhakikisha usalama wa watoto katika kipindi hiki cha mvua. Uh, mimi naenda na moja kwa moja kwenye jamii kuwaambia au kuwaelimisha kuhusu namna sahihi au njia sahihi ambazo wanalikuwa wazitumie ili kuhakikisha kwamba watoto wetu hawashiriki kwa kiasi kikubwa katika kipindi hiki cha mvua. Kwanza jamii inatakiwa ishirikiane kwa kutoa elimu kwa wazazi na watoto kuhusu tahadhari za, kia, kia, kuhusu tahadhari za kipindi cha mvua kama kuepuka kucheza kwenye madimbwi na maeneo yenye maji machafu. Vilevile uh, jamii inatakiwa iweze kupanga zamu za ulinzi na ufuatiliaji katika maeneo hatarishi kama mito, mifereji na madaraja, ili kuzuia watoto kuingia huko. Pia jamii inatakiwa kuhakikisha kwamba mazingira yanayowazunguka yanakuwa safi muda wote katika kipindi hiki cha mvua, ili kupunguza magonjwa ya mlipuko kama kipindupindu, kuhara na malaria. Uh, kwa nyinyi watoto napenda kuambia kwamba katika kipindi hiki cha mvua, msipende kucheza kwenye mito, madimbwi au maji yanayotiririka barabarani. Kumbukeni kwamba mvua huleta hatari kama magonjwa ma ya mlipuko na mafuriko. Sikilizeni ushauri kwa wazazi, walimwenu na viongozi wa jamii. Asanteni. ni mtaalam. Asante sana mtaalam kwa kuweza kutupatia elimu hiyo juu ya mada yetu hii ya leo inayohusu jitihada za jamii katika kuhakikisha usalama wa mtoto kwa kipindi hiki cha mvua. Natumaini tumeweza kumsikia vizuri mtaalam akiweza kutuelimisha. Tukirudi huku ndani ya studio, wenzangu tukiendelea, tukiendelea pale pale